Hualigani mtazamaji wa Come TV Tanzania, karibu Come TV Matukio. Mkuu wa Wilaya Mbulu, Mheshimiwa Michael Semindu, ameongoza zoezi la jogging ya pamoja lililoshirikisha watumishi wa umma, wanafunzi, wananchi mbalimbali mbali, ikiwa ni sehemu muhimu ya kampeni ya kuhamasisha wananchi kujitokeza kwa wingi kupiga kura ifikapo Oktoba ishirini na tisa. Akizungumza baada ya zoezi hilo la jogging, tupo katika kipindi cha uchaguzi, hivyo ni jukumu la kila raia kuhakikisha zoezi hilo linafanyika kwa amani, uhuru na haki. Mheshimiwa Semindu amewahakikishia wananchi wa, wa wilaya Mbulu kuwa tarehe ishirini na tisa Oktoba itakuwa ni siku ya amani na usalama, hivyo wananchi waende kupiga kura na kurudi manyumbani. Hakuna chochote kitachozuia zoezi letu, na ni wasii wasiingie hofu, wasiwe na wasiwasi. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vimejipanga vizuri, viko timamu na weledi na mafunzo. Siku ya leo Jumamosi, kama mnavyoona, tulifanya jogging kubwa kuusanyisha makundi mbalimbali viongozi mbali, wa dini viongozi wa siasa, wanafunzi, watumishi wa umma na watu wa kada zote kushiriki katika jogging yetu mahususi ya kuhamasisha amani, kuhamasisha watu kujitokeza kwa wingi siku ya kupiga kura na kuhamasisha uchaguzi wa amani, utulivu na haki. Mimi kama mkuu wa wilaya nimefurahishwa sana na wananchi wenzangu wa Mbulu, wananchi wote kwa maeneo yote ya halmashauri ya Mbulu mjini na mkoa wa Manyara kwa ujumla. Siku ya leo tumefanya mazoezi, tumezunguka mjini, tumetoa ilani na kutoa wito kwa wananchi wetu kujitokeza bila hofu, bila wasiwasi, kwenda kupiga kura kwa kiongozi wanayemtaka, na hatimaye warudi nyumbani na kusubiri matokeo. Nikiwa kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, nawahakikishia, arudia tena, nawahakikishia hali ya amani itaendelea kuwa kama ilivyo kama ilivyokuwa kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Wilaya yetu itaendelea kuwa salama, hakuna chochote kitachozuia zoezi letu na ni wasi wasiingie hofu, wasiwe na wasiwasi. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vimejipanga vizuri, viko timamu na weledi na mafunzo kwa ajili ya kusimamia ulinzi, kusimamia uchaguzi. Na niwahakikishie kwa niaba ya serikali, tutahakikisha uchaguzi huu unakuwa huru, haki na kila mtu atapata nafasi ya kutimiza haki yake ya kikatiba ya kuchagua kiongozi anayemtaka. Wito wangu, ombi langu kwa wananchi wenzangu wa Mbulu. Tujitokeze mapema asubuhi, tukapige kura, tuchague kiongozi tunayemtaka na, na baada ya hapo turudi nyumbani tukasubiri matokeo. Ni waandishi wa habari, mmekuwa mashahidi leo, tumetoa ilani kama wimbo wetu unavyosema, tunatoa ilani mwananchi ajitokeze akapige kura, akishapiga kura arudi nyumbani akale ugali na kusubiri matokeo. We mwananchi, ujitokeze ukapige kura, ukishapiga kura ukale ugali nyumbani.